Hello, wana wa Afrika, Chionda wa Chionda, Buntu Bantu, Afrika ni watu sio manyani. Hii ni pan Africanism podcast ya wana wa Afrika, fikra huru na kujitambua kwa mtu mweusi. akaunti zetu za Facebook huu, ya akaunti ya ukombozi inaitwa fikra huru za Muafrika, TikTok huu, Instagram, Facebook huu na X chionda wachionda YouTube chionda wa chionda TikTok chionda wachionda Instagram chionda mwana wa Afrika YouTube, naenda ka subscribe share, comment ili tupate kuendeleza mapambano hayo. Hii vita si ndogo, vita ni kubwa. Tunaongea mambo ambayo wenye, wenye nazo wawataki sisi tuongee sababu kuongea kwetu, hata kama tunaongea tukiwa dhaifu, wao wanasema tuko dhaifu, hatuwezi kuwababaisha lakini wanatetemeka wakiwa ndani, wanakeleka wakiwa wamelala, wanasononeka wakiwa wamepumzika chini ya miti na katika makasili yao. Niliwaambia kama dini zingekuwa zinasaidia Mzungu asingeleta dini yake ya Ukristo, mzungu kutoka Ulaya na mzungu wa arabuni asingetuletea sisi. Kama dini ingekuwa inaleta maendeleo, dini ndio, ndio kufungua watu akili, lakini wakuja na vingine. Wamekuja na mystical story, habari za sungula na panya, tembo na sisimizi

A poison. Mfumo mzima umelala kinyapala ki, kinya. Viongozi wa Afrika ni manyapala wa wakoloni. Namjua nyapala wewe, anamtumikia bwana jela, kazi yake kuwatesa wafungwa wenzake, naye ni mfungwa, lakini hajiona askari tukiongea kwa sababu wale wote waliommezwa mfumo Kristo, mfumo Uislamu, mfumo dini wanatupinga maisha yao yote na sisi tunawaambia pingeni, lakini mwisho mtajitukia. mko saba mbaki saba, mwisho mnabaki saba, kwa sababu this is the fact. Sisi tuongee myth. Bwana unji wanasema, Achionda, ulimjuaje Mungu? mimi nilimjua Mungu kabla Mzungu wa Wanamwarabu hawajaja kuleta dini zao. Waafrika, Waafrika tuitengeneza mahekalu ya kumtaja Mungu ptaa, Mungu maati, godi toti, godi tehuti. Ukishasikia neno godi, maana yake Mungu. Wewe nye unju, unajiita unju bini, unyuki unju bini nani? Mtoto mdogo usiojitambua, sikutangazi Ila na kuondo na kuona wewe ni fikra, fikra zako ziko chini, low vibration. Unauliza Mungu, Mungu ulimjuaje? Me, I'm a god myself but I, I know that I have high one high power linking above me who control everything we call the creator of all, muumbaji wa vyote, nyinyi mkamwita Mungu ili mtu amuelewe nyinyi na mapokeo yenu lazima useme neno Mungu. Neno Mungu linatokana na neno gada. Gadas, god of Bavarian, the Prussian god, gada, Mungu wa Kibabeli, Mungu wa Maprusia, Mungu, Mungu, Mungu, Mungu wa dunia za kipagani za wazungu. Ndio maana kwa jamaa yangu mmoja anasema, your man is fake Your food is fake. Your news is fake. Your medicine is poison. The war are based on your lie. And them, you are, to them, you are just a sheep. Yaani pesa zao na zozishika umetajirika, unasema na mabilioni ya dola. Fake money. Paper money. Itia kuna maji zinaoza. Dhahabu ndo original money. GMO, genetic modifying organic, vyakula vya kutengeneza, modifying seed. Chakula kinakaa supermarket miaka miwili, maji yanakaa kwenye dumu miaka miwili. Wewe mwenyewe unaona, unakunywa maji poison. Utatokaje kwenye hizi njia? Ungana nami, ungana nasi, Chionda wa Chionda, Grandmaster Sure na Pan Africanism. walojumuika bara zima la Afrika na ulimwengu wote, nia our goal, our motto. Africa must be free from liver to the sea to your mind to your body

Akiteremka kwenye Range Rover sikatai with the material things how you got it material things that is the problem you sell your, your people to your oppressor in order you to live in luxury life But guess what when we catch you we teach you how to be submissive to your people, that's not a lie. They give you a war, wanakukwa vita based on lie, inaelekea katika mlengo wa uongo. Juzi nilikuwa namsikiliza Akon, anaujiwa na, na, na televisheni moja mare. Alikuwa kwenye kikao na viongozi vijana wa Afrika watu weusi wa akamwambia wazungu. Mwanamziki wa Marekani hapa unamuona anatembelea Rolls Royce gari la kifahari, akiwa akitoka kwenye jumba la kifahari, lakini akishamaliza kushuti anakwenda kukodi kebo uba, hana gari. Lakini kwa Afrika tukiotea mziki, tukiuangalia tunajua wanaishi maisha mazuri. Afrika tunaishi bila s insurance maana ni kibali cha wewe kukopa. Kila kitu unakopa, kuanzia nyumba, mkeo akiwa mjamzito, simu unayotumia, gari unayotumia, maisha unayoishi, yote ni maisha ya mkopo. Siku ukikosa kazi na vitu vyote vile una kwa sababu una uwezo wa kukatwa makodi mapato, ili ulipe kule ulikochukua mali, kwa sababu ulikuwa unajua wewe una kazi, utakatwa mshahara uwalipe. Kazi ukiwa una na nyumba, una gari, una lakini Afrika nyumba asilimia sabini ya nyumba wanamiliki wenyewe, watu hawajakopa nyumba, nyumba asilimia sabini nyumba wa Afrika. Afrika nyumba wanamiliki wenyewe gari la kwake, alitoa mfano wa Wizkid na, na Davido, anasema wawatu, wa watu huku wakija wanatembelea magari makali na wanamiliki kweli, gari za kweli kali kwao Nigeria, hawaishi maisha ya kuigiza. Afrika hakuna maisha ya kuigiza. Jambo dogo Afrika likitokea kwao kwa wazungu ni kubwa, itatangazwa miaka sabini. Lakini ya kwao makubwa yanayotokea kushinda ya kwetu linatangazwa tangazo moja, na si kazi, asitangazwe. Akoni anasema matukio 25000 yanayotokea Marekani yametangazwa mawili. Kuna mauaji makubwa Marekani kuliko huko Dafu, lakini wakiweka picha wazungu, picha ya bara la Afrika wanaweka watu na mikuki na mishale wanaweka nchi yenye madimbwi na matope isiyokuwa na vibanda vya nyasi na mabati zilizokuwa na zilizo takutu in the reality. Kwa nini unasema your money is fake? Unakuja kupewa pesa kwa kuuza watu wako, ambayo ni pesa ya damu, haiwezi kukusaidia kamwe. blood money from paper money that never save you for anything. wana Waafrika takana ni wa, niweke wa niwaambie jambo moja. kwanza kwanza na aki the tree of life, mti wa maisha, baba mama na ulimwengu. Ulimwengu kuna watoto, kuna ardhi, kuna kuna miti everything see live and reign. Yeah, the African wanasema cross of life huu, sio msalaba wa maisha huu, tunaita tree of life uu, mti wa maisha. Chionda wa Chionda, nitafute, nikuuzie. Hii ni ngao kuu ya maisha yako, mng'ao wa ukuu wako, kukupeleka katika nafasi za juu katika halimu. Nitafute, Chionda wa Chionda. Namba zangu ziko kwenye, kwenye tiktok yangu youtube Instagram unaweza kukutana kutana, namba yangu, kanipigia, njoo upate vitu vya Kiafrika. Acha kuvaa msalaba wa Constantine, njoo utumie, tunaita aya madini ambayo ni king, ni kinga kwako mtu mweusi na ni utamaduni wako mtu mweusi. Everything ni vitu vyetu, kila siku everything is mine, is ours.

material things, resource, raw material, even food, even drinking, drinking water, drinking energy, drinking something, something so so. Lazima uje Africa, land of true people. Sipendi kuita land of mankind, kwa sababu we are not mankind. Sisi siyo namna ya wanadamu. We are full people. The white man wao ndio son of Adam, we are people, sisi ni watu the liberator. Zunguka dunia nzima, watu wenye akili ni watu weusi, ndio wanaendesha mifumo ya utawala ulimwengu kupitia, kupitia kioo wa ulimwengu kupitia kioo kikubwa la wao, wa Afrika wakiwa gizani, wakionyesha kidole mambo, akienda wazungu wakijionyesha matumbo mbele, kwamba wao ndio wagunduzi wa vitu vyote. Kwa hiyo habari unazoambiwa ni fake, fake news. Kuna kichaa mmoja yuko United States of America anaitwa Donald Trump, anajifanya kiongozi wa dunia wakati nchi yake imemshinda, anataka kuongoza ulimwengu. Trump, mwenye kashfa za ufisadi, kashfa za ubakaji na udhalilishaji wanawake kama, de, kama yule Andrew Cuomo aliyekuwa meya wa jiji la New York, aliangusha juzi na Zahalan Mamdani pia. Na pete za dhahabu aina zote zile unazozitaka na zi kuja na kuuza, na pia natangaza kwa mara ya kwanza Mtu wowote mwenye biashara yake anataka tangazo anipigie simu kwa namba zangu za simu. Ntawapa namba za simu baadaye, zitawekwa. Anayotaka tangazo apige simu kwenye namba hiyo, atawasiliana nami. Mimi ni Chionda wa Chionda, mimi ni pan-Africanism. Af, cha Afrika ni cha Waafrika hatuna udugu na mzungu wala Mwarabu. mzungu Mwarabu wa Mashariki ya Kati hawa ni wadanganyifu, wezi, wanyang'anyi, sera zao tupu, waziende sawa. Nimeona habari inasema kwamba waziri nani, Isaac Herzog the Bavarian Jews. Isaac Herzog, namjua Isaac Herzog. mwana wa Afrika Aizaki Hezogu huyu, Aizaki Hezogu yeye, yeye ni Myahudi Mjerumani, wale mnawaita Khazarian Mongol, sio Ashkenazi. Yeye ni Khazarian, wanaitwa juu wishi wanaotaka kuwa Wayahudi Afaksa ni juu wanaotaka kuwa Wayahudi. Kazalia ni crypto juu wana, jewishi wanaotaka kuwa Wayahudi. Ao ndio wazungu, mzungukeni babu zetu waliwaita mzungu mzungukeni. Habari zinazovuma sana kwenye dunia kwa sasa ni zile zilizopita masaa matatu yaliyopita, inayosema uhusiano kati ya Marekani na Saudi Arabia unaelekea kombo. Masuala kadhaa muhimu kama vile mikataba ya usalama na kuanzisha uhusiano na Israeli yamekuwa yakijadiliwa mara kwa mara, huku mwanamfalme wa Saudi, Saudi Arabia Muhamed bin Suleimani, MBS the killer of Jamal Kashogi, muuaji wa Jamal Kashogi, mpigania haki wa wasa, Saudi so, ya mwandishi wa habari aliyeuawa kule Uturuki. Sasa huyu mwanamfalme wa Saudia Mohamed bin Sulman akitarajiwa kuzuru Marekani hivi karibuni, suala la suala la Saudi Arabia kununua ndege za kivita za F-35 kutoka Marekani limeibuka tena. Marekani anataka kumuuzia Saudi Arabia F-35. Saudi Arabia anapigana vita. Anataka auziwe ndege za F fighter jeti 35 model. Kwa nini naotaka kumuliza siraha awe kinga ya Israeli? Kwa sababu ukoo wa Saudi Arabia unaotawara Saudia wa sasa ni Afaksa the Jew, crypto-Jewish wanaotaka kuwa mayahudi mixed race. The conquerors, the Hata hivyo njia ya kufikia makubaliano hayo iko wazi kwa, huu, kwa wakati huu. Makubaliano haya hayo yatahitaji idhini ya pande zote tatu za serikali ya Marekani na hasa Marekani Congress na bunge la wawakilishi. Mwandishi wa Saudi Arabia Mubarak aliatia alisema, kwa Saudi Arabia ita, kuwa Saudi Arabia inaelewa kuwa mikataba hiyo inahitaji kwa mujibu wa sheria sio tu kuidhinishwa na serikali ya Marekani bali pia na bunge Kwingineko, Benjamin Netanyahu anahitajika katika mahakama. Netanyahu the baby killer. Anasema Trump amechukua hatua za kisheria kuidhinisha mpango huo kwa sababu anaichukulia Saudi Arabia kuwa mshirika wake wa kimkakati na kwa hiyo anaamini kuwa kukidhi mahitaji yake ya usalama ni muhimu chini ya sera za kigeni za Marekani. Mubaraka Aliatia anasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump ameeleza wasiwasi wake mara kwa mara ya kwamba Saudi Arabia inaweza kununua nzana hizo kwa maadui wa Marekani kama vile China na Urusi iwapo Marekani itatakataa kutimiza matoko ya usalama wa Saudi Arabia. Wanasema Aliatia. Alieleza kuwa Saudi imezungumza na mara kwa mara kuhusu kwa ununuzi wa aina nyingine zana za kijeshi na usalama pamoja na ndege za kivita Israeli, Israeli, Israeli, Israeli na mawasiwasi wa ndege Israeli. Imeingiwa na washaka juu ya ununuzi wa F35 kwa sababu wanajua siku moja Saudi Arabia atakuja kumgeuka. wasiwasi huo pia ulikuwa ulibalika wa, mwaka wakati male, mwaka 2020 wakati Marekani ilipopingiwa kuuza ndege za F-35 kwa umoja wa farume za kiarabu chini makubaliano ya Abraham Accords, ateo mpango huo ukuweza kupiga hatua. Na hii ndiyo America na mikakati yake ya kutawala ulimwengu. Just now the time is up nguvu zao zimeanguka chini, wanaishi kwa mashaka kama mwizi aliyokwapua pochi la mama maskini. Otepu, wana wa Afrika Chionda, wa Chionda.